Yesu sasa amekufa na si kwa sababu maisha yake yalichukuliwa kutoka kwake bali kwa sababu alijitoa kwa hiari ili kutimiza mpango wa Mungu wa ukombozi kwa wanadamu. Mwili wake unanying'inia bila uhai juu ya msalaba nje kidogo ya mji wa Yerusalemu. Sasa, kuna mambo mengi katika simulizi za Injili yanayoonyesha uzuri wa kimwili, wa kiroho, hata wa ishara wa dhabihu wa ya Bwana kwa ajili yetu na lazima nikuambie kwamba baadhi ya uzuri wa kiishara wa muda wa kusulubiwa kwa Bwana hapa umepotea kwa sababu ya mtazamo wa jadi kwamba Bwana alisulubiwa siku ya Ijumaa. Ninaamini ushahidi unaonyesha kwamba kusulubiwa kulikuwa siku ya Alhamisi. Sasa sileti hoja hii ili kujaribu kuwa wa kipekee au wa kusisimua. Kwa kweli, wasomi wa Biblia wamekuwa wakijitahidi kuelewa mpangilio wa matukio ya mwisho wa wiki hii kwa muda mrefu. Kwa kweli, mimi najua ratiba nne tofauti zinazohusiana na kusulubiwa, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana, ambazo zimetengenezwa na watu ninaowaheshimu na wapendwa. Hakuna hata moja ya mitazamo hii ambayo ni uzushi. Hizi si mafundisho ya kuamua kwenda mbinguni au motoni na sababu pekee ninayoileta hii leo si kwa sababu nataka kupokea barua nyingi za chuki, bali ni kwa sababu naamini baadhi ya ishara zimepotea hapa, na nataka kukuonyesha hili leo katika safari yetu ya hekima. Sasa tatizo kubwa la kusulubiwa Ijumaa ni kwamba halitoi muda wa kutosha kutimiza uhusiano wa Bwana kati ya kuzikwa kwake na kufufuka kwake na nabii Yona. Nataka usikilize kwa makini kile Bwana anasema katika Mathayo saa kumi na mbili na madakika arobaini. Sasa kama vile Yona alivyokuwa siku tatu na usiku tatu ndani ya tumbo la samaki mkubwa, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu na usiku tatu katika moyo wa nchi. Sasa anatambua kwamba kwa hesabu ya Wayahudi, sehemu ya siku au sehemu ya usiku ingeweza kuhesabiwa kama siku nzima au usiku mzima. Yesu hakika alizikwa kwa sehemu ya siku Ijumaa, Jumamosi na Jumapili asubuhi alipofufuka. Tatizo ni kwamba Yesu anasema atakuwa kaburini sio tu siku tatu, bali pia usiku tatu. Sasa kama Yesu alisulubiwa Ijumaa jioni, basi unayo usiku wa Ijumaa na usiku wa Jumamosi, lakini hakuna hata chembe ya usiku wa tatu mahali popote, haijalishi utajaribu kuhesabu vipi. Sasa kwa kweli, tumepewa vidokezo katika simulizi za injili vinavyofanya fumbo hili kuwa jambo ambalo kwa kweli tunaweza kulitatua pamoja. Kuna vifungu vitatu muhimu, na kifungu cha kwanza kipo katika Injili ya Marko 15. Na kwa njia, hiki ndicho kifungu kikuu kinachotumiwa na mtazamo wa jadi kuthibitisha kwamba Yesu alisulubiwa Ijumaa. Basi hebu tukitazame tena, hapa kwenye mstari wa 42. Na ilipofika jioni, kwa kuwa ilikuwa siku ya maandalizi yaani, siku kabla ya sabato, Yosefu wa Arimadhaya, aliyekuwa mshiriki mashuhuri wa baraza, ambaye pia alikuwa anautafuta ufalme wa Mungu, alijipa moyo na kwenda kwa Pilato kuomba mwili wa Yesu. Sasa ni wazi mtazamo wa jadi unaonekana kuwa wa kweli, kwa sababu Yosefu anaomba kwa Pilato mwili wa Yesu siku kabla ya sabato. Basi hiyo ni wazi, ni Ijumaa. Lakini hapa ndipo jambo ambalo mara nyingi linasahaulika. Wakati wa sikukuu ya Pasaka kulikuwa na siku ya ziada iliyotengwa kama Sabato ya kumbukumbu -kumbu. Siku hii maalum ya kumbukumbu -kumbu ilijulikana na taifa la Israeli kama Sabato kuu. Ukirudi nyuma kabisa kwenye mambo ya Walawi 23, hii siku maalum ya Sabato ya kumbukumbu kumbu, hii Sabato kuu ilipaswa kutendewa sawa kabisa na Sabato yoyote ya Jumamosi. Hakuna kazi yoyote iliyopaswa kufanywa na Wayahudi bali kutafakari na kuabudu walipokumbuka ukombozi wao wa kimuujiza kutoka Misri kwenye ile Pasaka ya kwanza. Sasa inawezekana kwamba hii Sabato kuu iliangukia Ijumaa ya mwaka huo maalum, hivyo ukawa na Sabato mbili mfululizo. Basi tunaweza kumshukuru Yohana hapa kwa sababu, ndiye mwandishi pekee wa Injili anayetuonyesha ukweli huu wa ajabu. Yohana anaandika katika saa kumi na tisa na madakika thelathini, Yesu alipokuwa amepokea siki, alisema imekwisha, akainamisha kichwa chake na akatoa roho yake. Kwa kuwa huu ulikuwa siku ya maandalizi, na ili miili isibaki msalabani siku ya sabato, na Yohana anaweka dokezo hili, kwa maana sabato hiyo ilikuwa siku kuu, sabato kuu. Wayahudi walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe na waondolewe. Kwa maneno mengine, kwa kuwa siku iliyofuata ilikuwa Sabato, viongozi wa Kiyahudi hawakutaka wahalifu hawa Wayahudi wabaki wamening'inia msalabani. Walitaka wawe wamekufa na kuzikwa, na Yohana, Mungu ambariki, anatueleza kwamba siku iliyofuata haikuwa Sabato ya kawaida ya Jumamosi; ilikuwa Sabato kuu. Unaonaje sasa, mwaka huu hizi Sabato mbili zilifuatana, Ijumaa na Jumamosi. Sasa kuna mstari mwingine unaodokeza mpangilio huu wa matukio. Kurudi kwenye Injili ya Mathayo sura ya 28:1 inatuambia kwamba Maria Magdalene na mwanamke mwingine na walikuwepo wengine pia, e, Marko 16 na Luka 24 wanatuambia, walifika kaburini mapema asubuhi ya Jumapili baada ya Sabato. Agano Jipya la Kigiriki linatumia nomino ya wingi, siyo ya umoja. Kwa hiyo inapaswa kutafsiriwa kama sasa, baada ya sabato hizi wanawake walifika Jumapili. Hii ni nomino ya wingi hapa kwa sababu sabato ya ukumbusho na sabato ya Jumamosi zilifuata moja kwa moja mwaka huo. Sasa hapa ndipo uzuri wa ishara hii unapojitokeza, na hapa kwa kweli ndiyo sababu ninaweka mkazo mkubwa juu ya hili, tunapofahamu kwamba Alhamisi ndiyo ilikuwa siku ya kusulubiwa na Ijumaa ilikuwa siku ya sabato ya ukumbusho ya mapumziko ya Pasaka. Sasa hiyo inamaanisha nini? Sasa ukirudi kwenye ile Pasaka ya kwanza kabisa katika nchi ya Misri, unaweza kukumbuka kwamba Bwana alikuwa ametangaza kwamba pigo la mwisho kati ya yale mapigo kumi lilikuwa linakuja kila mtu aliyetamani mzaliwa wake wa kwanza aishi usiku ule ilibidi achague mwana-kondoo amchinje na apake damu yake kwenye mimo ya milango ya nyumba zao. Walitakiwa kula huyo mwana-kondoo pamoja kama familia, na zile nyumba zilizopakwa damu ya mwana-kondoo zingeepushwa na mauti, na hapo ndipo neno Pasaka linapotoka. Basi Mungu alimwambia Musa awaagize Waisraeli wachague mwana-kondoo wao wa Pasaka siku ya kumi ya mwezi wa Nisan, ambayo ni kipindi chetu cha Machi, Aprili. Walitakiwa kumtunza huyo mwanakondoo kwa siku nne, halafu siku ya kumi na nne wamchinje na kumla jioni hiyo. Basi kwa karne nyingi Wayahudi waliendelea kufuata maagizo ya Musa kuhusu ile Pasaka ya kwanza kabisa. Sasa twende hadi enzi za Yesu, ambapo tarehe kumi ya Nisan mwaka huo iliangukia Jumapili. Watu walianza kuwasili Yerusalemu wakiwa na wanakondoo wao wa Pasaka. Yosefu alikuwa mwanahistoria Myahudi wa kane ya kwanza aliyeishi Israeli na aliandika kuhusu sherehe ya Pasaka huko Yerusalemu, ambapo watu milioni mbili walifika wakiwa wameleta jumla ya wanakondoo elfu ili kuchinjwa na kuliwa kama kumbukumbu kumbu ya ukombozi wao kutoka Misri. Sasa hebu ni ratibu matukio ya Pasaka na yale aliyofanya Bwana hapa Jumapili tarehe kumi, wanakondoo wote wa pasaka wanaletwa Yerusalemu katika siku ambayo sasa tunaita Jumapili ya Matawi. Basi katika jumapili hii hii, Yesu anaingia mjini Yerusalemu akiwa amepanda punda. Fikiria, Yesu anaingia akiwa amezungukwa na maelfu kwa maelfu ya wanakondoo wa Pasaka. Na kama vile hawa wanakondoo wamekusudiwa wa kuchinjwa, vivyo hivyo Yesu amekusudiwa kuchinjwa kwa ajili ya ukombozi wa wote watakaomwamini. Basi tarehe kumi na nne, siku nne baadaye, siku ya Alhamisi, wale wanakondoo wote wanachinjwa na kuliwa wakati taifa linaadhimisha ukombozi wao kwa damu ya wanakondoo wa Pasaka. Vivyo hivyo, katika siku hiyo hiyo, Yesu anasulubiwa na damu yake inamwagika kwa ajili ya ukombozi wa wote watakao mtumaini. Kisha Ijumaa siku kuu ya Sabato hiyo inafanyika na taifa linapumzika na kukumbuka wokovu wao kutoka kwenye hukumu ya Mungu. Na nini kinatokea? Basi Yesu amelala kaburini, yule aliyewaahidi pumziko wote watakaomwamini na, na na usalama kutoka kwenye hukumu ya milele ya Mungu unawapewa. Ni, ni alama nzuri kiasi gani?